Mtazamaji na kusalimu na moja kwa moja ni kualike aa, katika kikao kifupi kilichoandaliwa na LEMACHU pamoja na UVIKUWA. Na kikao hiki kilifanyika katika ukumbi wa hoteli ya Lueno iliyopo Chanika. Mbali na mazungumzo hayo, lakini pia kulikuwepo na uzinduzi wa kitabu kilichoandaliwa na inspekta wa polisi Masumbuko Ngoso kipapo kimezungumzia malezi kuanzia ngazi ya utoto, malezi ya kiimani kwa misingi ya kutumia vitabu vya Mwenyezi Mungu vitakatifu ambayo ni Biblia na Qurani takatifu. Pia malezi ya watoto kulingana na sheria za nchi ya Tanzania. Mlendani kimezungumzia masuala ya malezi kuanzia ngazi ya utoto kimezungumzia maswala ya malezi kiimani kwa rejea ya vitabu vya imani kwa maana ya Qur'an tukufu na Biblia takatifu. Kimezungumzia maswala ya malezi ya watoto kwa misingi ya kisheria, sheria za Tanzania na mikataba ya kimataifa inayozungumzia habari za malezi ya watoto. Tunaona tukae katika tofauti tuweze kuleta mjadala nini tufanye katika kuelekea kumpata mtoto atakayekuwa ni sahihi katika nchi hii. Tumeambatana na uh, katibu wangu huyu, anatembea hapa, amevaa t-shirt ya Lemachu etamliko cha ulipo. Huyu ni katibu aulikuwa Tanzania, lakini pia yupo katika taasisi ya Lemachu ambayo yeye ni katibu wilaya msaidizi

w wazee kanda namba saba ambayo imenumisha hata zote zile za chani. Mzee huyo watu washirikiana naye sana katika kuhakikisha kwamba, kama kafikia umri huo, tunamtazama na sisi, wamelipa vituo wa hivi watoto wetu watafikia katika umri wenu, ndio maana hapo kikaanzia hapa. Kwa niaba ya UVIKUWA Tanzania, napenda kuwakaribisha kwa heshima na furaha katika kikao hiki maalum cha amani ulinzi na usalama UVIKUWA. Ni umoja wa vituo vya kulea watoto mchana wenye dhamira ya kuhakikisha mtoto wa Kitanzania anakuwa katika mazingira salama yenye malezi stahiki na yenye kuendeleza utu na mustakabali wake. Kazi zetu za msingi ni kama ifuatavyo: moja kutoa malezi bora na salama kwa watoto katika vituo vya mchana, yani daycare centers. Kuzuia unyanyasaji wa watoto na ukatili heliu, na wa kijinsia kupitia elimu, uhamasishaji na ushirikiano wa serikali za mitaa, idara ya ustawi wa jamii, jeshi la polisi na wanajamii kwa ujumla. Tatu, kushiriki kwenye makongamano mbalimbali na maadhimisho muhimu ikiwemo siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia na siku ya mtoto wa Afrika. Lengo la kikao hiki, kwa kuwa UVIKUWA Tanzania ni moja unaojengwa na wazalendo unaojali ustawi wa jamii kuanzia utotoni na mustakabali wa taifa, tumeona ni muhimu kuandaa kikao hiki ili tujadili eh, kukumbushana na kuhamasisha kama jamii ndani ya wilaya kuhamasishana kama jamii ndani ya wilaya yetu ya kipolisi Chanika inayojumuisha kata za Msogola, Zingiziwa, Chanika Uyuni na mitaa mitatu ya Pugu Kinyamwezi, kwa wa Mustafa na Kigogo Fresh. hey. Kila mmoja wetu anapaswa kuwa balozi wa amani, kukataa na kukemea vitendo vyote vya uhalifu uvujifu wa amani unyezaji watoto na ukatili wa pulisia. Kuhamasisha jamii ya charika kuweza eh, kuwekeza katika malezi bora. Vijana wetu ni rasilimali muhimu, tukiwaandaa vizuri, tutalinda kesho ya taifa letu. Namanne ni kuzindua kitabu kiitwacho Kuishi Maisha ya Ushindi, Sayansi ya Kuzuia Ukatili na Unyanyasaji wa Kijinsia. Kitabu hiki kimeandikwa na mkaguzi wa jeshi la polisi Tanzania Masumbuko Lazaro Ngoso. Um, hai, kwa sasa ni mratibu wa programu ya usalama wetu kwanza wilaya ya kipolisi Kitabu hiki kitatumika kama nyenzo muhimu ya kutumia wakati wa kutoa elimu ya kuzuia unyanyasaji wa watoto na ukatili wa kijinsia. Tutalinda watoto, tutaendeleza maadili na tutaijenga Tanzania yenye ustarabu, upendo na maendeleo ya kweli. Asanteni sana kwa kuweza kunisikiliza. Karibu mwezeshaji kwe, Asante sana ndugu, eh, mwenyekiti wa taasisi ya uekuu wa Tanzania kwa hotuba nzuri ni kuhamasisha amani na uzalendo kama ngari nguzo za maendeleo ya taifa letu. Yes. Habari za mchana, mimi na mabwana, kwa majina yangu nimeitwa Dr. detaase Bwana kutoa uh, uh, kuchangia mada ya kile ambacho tumekuwa tunakuhusiana na eh. Sasa tukizungumzia amani kwenye nyanja ya afya, upande wa afya ni sawa na tukizungumzia amani kwenye mazingira ya kawaida. Ukiona anapata magonjwa kama presha, inamaanisha ya kwamba hakuna usawa wa amani ndani ya mwili wake, nikimaanisha kisaikolojia, ambayo imepelekea changamoto ya kutengenezwa homoni zinazoleta changamoto mpaka akapata presha. Kwa nini watu wanaoma vidonda vya tumbo? Ni kwa sababu ndani ya mili yao na mioyo yao hakuna usawa wa kihisia na asidi inajizalisha na kutengeneza vidonda vya tuko pamoja kwa, kwa mawazo, hiyo kwa amani. Amani ni kitu muhimu sana kwenye maisha ya mwanadamu. Kuna watu wanakufa kwa sababu ya msongo wa mawazo, huyo huyokuwana amani. Chanzo cha amani ni Mwenyezi Mungu, na kubaliana na nyinyi asilimia zote mia moja. Mwili wako uwe na amani lazima upate haki kwanza, wewe ili uipate nini? Asante sana dokta, asante sana, nashukuru sana karibisha mlezi wa watoto kanda namba saba, na simu mwingine ni afisa ustawi wa jamii dada Judith, karibu sana sanaitama mlezi ya watoto. Habari za mchana. Nzuri. Mimi kama mlezi sitona salamu yentu ninasema mtoto kwanza, kwa hiyo nikisema mtoto kwanza. Mimi naongelea upande wa malezi na ulezi wa mtoto. Nianze na kitu kinaitwa amani. Mimi naenda tofauti kidogo. Mimi naita kwangu kwa amani ni upendo uliopitiliza na uliotukuka ukiwa na upendo mkubwa tayari ndani kwako una amani, na hasa tukiwa na amani kwa upande wa ulezi wa watoto, watoto watakuwa na afya, kwa sababu watoto wana haki zao. Watoto wana haki ya kuishi, watoto wana haki ya kucheza, watoto wana haki ya kwenda shule, watoto wana haki ya kushirikishwa. Kwa hiyo kama wazazi walezi wenzangu na nawaomba amani sana ndani ya familia zetu, tuwapende watoto ili tuwe na amani ya pamoja na. Oh, santasante sana askari kanda namba saba. Eh, a Judith Mrema, watoto watotoa Baba, mtoto anahitaji kuishi, anahitaji kupendwa, anahitaji nini kingine? wenye oh.

ni mwenyekiti wa halimahuri Bakwata kata ya Msongola anakuja kuwasilisha amana karibu ya dakika mbili. Asalamu alaykum wa wa rahmatullahi uaabi assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. <todic> Awali ya yote niwapongeze ndugu zangu wote washiriki meza zote kwa maoni yao Napia, watala, doktor, na pia wataalamu dokta na k mlezi kutoka ustawi wa jamii. Na iye amani, ina istilahi mbalimbali, kila mmoja anapozungumza anaweza akaiweka katika namna yake. Katika namna ya Uislamu, tunachukua amani ni kama utulivu wa nafsi, kufanya nafsi isiwe na shaka, isiwe na wasiwasi yoyote, au unasema ni kinyume cha hofu, ni kuondoa wasiwasi. Kwa hivyo, mtu mwenye amani ni yule mtu ambaye hana wasiwasi. Mwenyezi Mungu ameelezea linapokufikieni jambo